Tuambie batu muangalie, kuna aliyekufa kwa ajili yetu ili mimi na wewe mauti isitupate tena. Asingekufaka Yesu kwa ajili yako, kama Ebola ilikumalizaka, kama korona ilikumaliza, kama ile aksida ilikubebaka, kama ile njala lishakuua, kama ile sumu ilikumaliza. Kama ungali muzima ni juu Yesu msalabani alisema tetelestai na kama alisema yote imekwisha, na kuja kutangazia mtu mmoja hii asubuhi, magumu inaisha, laana inaisha, bumaskini inaisha, kuonewa inaisha, njala inaisha, kukosa mavazi iishe kwa jina la Yesu. Ajili ya kusoma neno la Mungu, tunataka fanya usomi wa shairi mbili tofauti, lakini hizi shairi kwa madakika machache zitatufunza vitu fulani na zitakuwa baraka kwetu kitabu cha kwanza ya wafalme sura kumi na mnane mstari wa makumi nne na tano na makumi nne na sita kama kuna microphone wangempatia Dr. Fabrice de Sion atufanyizie usomi na mtu mwingine andaye kitabu cha pili cha wafalme sura mbili mstari wa kumi na moja na wa kumi na mbili

kwa ajili ya usomi wa neno la Mungu kwa wale ambao bado hawajue, mimi ni mtoto wa hapa kwetu Jehovanisi. Kwa majina naitwa Docteur Narcisse Lukogo Abraham. Kwa ibada ya asubuhi mzee maombi alisema wengi hawajue post neno yangu, mimi njoo Lukogo, na maana Lukogo ni neema, nili yachakatumu ile lugha ya Kiebrania vile juu sasa niko malamu mtoto, nilikuwa naitwa neema. Kwa masomo wakaanza nizohea badada, wakaanza nitada nene, nikasirika nikasema nibakie tu Narcisse, mwasalu Lukogo hawatajua kama njo neema, wasikuona nitada nene. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niweke mistari michache kuhusu Eliya mtishibe eli le Tishbit. Na kitu ambacho kitatuinteresse sana ni course ya eli na Akab wakati iko na kimbilia Jezreel. Eliya, maana ya jina yake inamaanisha Bwana ni Mungu wangu. Yani hakuwa na bwana mwingine isipokuwa yule aliyemuumba katika ulimwengu. Ukitaka uishi mzuri, usitie watu mbele, lakini tia Mungu mbele, juu Mungu akikuwa mbele, hakuna kitu kinaweza kukuzuia kuendelea. Ndio maana Paulo anasema akiwa upande wetu, nani atakuwa juu yetu? yule Mungu apa aweze kuleta wingu yake juu ya maisha yako asubuhi ya leo, na pasiwe atakayekuzuia kuendelea mbele. Eliya yaani, bwana ni Mungu wangu. Ni kweli watu wako lakini, Mungu akikuwa wangu, hakuna kitu kitanizuia nisifanye vitu vya maana. Eliya baba yake hajulikane, mama yake hajulikane lakini Eliya aliandika historia kubwa sana. Nataka niambie mtu mmoja, mpango ya Mungu kwa maisha yako haitafuatana na kwenye ulitokea. Kwenye ulitokea hakukwa kwa maana saa kwenye Mungu iko na kubeba Eliya, hatujue baba, hatujue mama, lakini Eliya ni nabii mkubwa miongoni mwa wanabii wa dunia na wa Biblia. Nataka nikuambie hata kama jamaa yako haina historia, wewe utaleta historia nzuri ya jamaa yako. Nimekuja nimwambie mtu mmoja, baba akujulikana, mama akujulikana, lakini wa utafanya kitu yetaacha baba yako anajipigia kifua, weye mama yako anajipigia kifua. Maandiko inasema hata kama Elia, tukujua baba na mama, alikuwa naikala Tishbe na Tishbe ni village ya territoire ya Galad. Galad ilikuwa ni teritware yenye ilikuwa erite na watoto tatu ya Jacob. Wa kwanza lierite Galad ilikuwa Riben, wa pili alierite ilikuwa Manase na watatu aliyerite ilikuwa ni Gad. Yaani eneo ya Eliya ni eneo ya changizo. Na ukiangalia hao watoto watatu, Riben alikuwa na historia ya mubaya katikati ya watoto ya Jacob. Manase alikuwa na historia ya mbaya juu Jacob alinyang'anya Manase haki ya ukubwa akaipatia Efrahim. Gad alikuwa na historia mbaya juu alikuwa mtoto wa Jacobo lakini par adoption alikuwa adopte na mama yake. Sa wakati yenye Lea anaona azala kapase Jacobe kijakazi wake Zilpa na Zilpa akazala gad. Yaani, baansetre ya Eli biko na histwara ya mubaya, lakini histwara ya mubaya ya babu yake na Eliya haikuacha Elia. Hai Elia sijenge historia nzuri. Nakuya niambie mtu moya, histwari yenye Mungu atafanya na weye itakorije? Mamovezi histwari za kwenye ulitokea. Naamini mtu anawezi toka kijijini, mahali ambapo hakuna heshima, hakuna utukufu, lakini Mungu akikua na wewe, heshima itaingia na utukufu itaonekana. Na ikuwe juu yako asubuhi hii kwa jina la Yesu. Andika hizi mistari kidogo juu ya Eliya. Wakati anatokea hakuongea na watu ya chini, alishambulia Akabu na anamwambia isipokuwa kwa neno langu umande haitakuwa, na mvua haitanyesha. Hakuongea na mtu wa chini, lakini aliongea na mfalme. Yaani, siri ya mafanikio, siri ya kujulikana, siri ya heshima haiko mkuzoeana tu na watu habana maana. Hata wewe hauna historia, shambulia venye viko na historia na wewe utakuwa mtu wa historia kubwa sana. Ukiona mtu iko natembea na watu wenye havana maana, manake naye hana wa maana Mungu hata kutanisha na watu wenye hawana maana, juu na wewe usikoe wa maana, lakini juu ubaoneshe namna gani wanaweza fanya ili wakuwe watu wa maana. Elia hakutafuta o audience juu nifikie Akab. Meme, si sina fasi ya nguvu kwa mimi, natokea ndatafuta ba grand. Juu nikidefier ba grand, cela veut dire, na mimi niko grand. Usipigane na ba petit juu usikoe mdogo. Shambulia bakubwa na ile taonesha kama uko mtu wa yulu. Jambo la pili, kuhusu Eliya, uandike maandiko. Nasema kisha kuongea na Akabe, hii nilisema mjuma. Muj, alisema mvula na umande havitaonekana Israeli, isipokuwa kwa neno langu. Anasema hivi, haiko wakati yenye awaone mvula, ni wakati yenye mvula iko kwa wingi. Njoo, nakiaonesha kama hakutakuwa mvula Hakushinda na naomba Mungu, hakushinda nauliza Mungu, avi yalijua gisi Mungu iko na mie, atasindikiza maneno yangu. Mtu mwenye iko na Mungu akuake na kia kuogopa, weye ukihiangaje, mwafer hata ukuambia Mungu, Mungu atakuwa oblige atembee na we jo, maana usiachanake na Mungu juu kwa karibu na Mungu ni asiransa ya kuenda kufanya maexploi. Bwana Yesu asifiwe.

mwanzo cela veut dire que kule mbele batakupatia sheria. Ndio maana achia tu watu muda bakupinge, lakini kuna siku watakubali, kama hauko mtu kawaida. Wewe ni mtu wa zaidi ya kawaida, wa juu ya kawaida. Na Eliya, maandiko nasema Jacques chapitre 4 verset 17, anasema hivi Eliya alikuwa mtu wa meme nature sasie kisha anasema na ndio maana akaambia Akabu aseme hakutakuwa mvula umande muda wa miaka mitatu na nusu na ile kafanyika, aseme akaomba avec insistance juu Mungu aifanye ela v kwa hata ele alikuwa li na Mungu anaambia akabe kitu na hayaongea na Mungu. Sa Mungu alimwambia enda kutora ya Kerite, haikukuwa tu juu akule mukate na nyama yebibombobombo banamuletea, lakini juu aombee. Sasa kienye alisema Ukishakuwa na vizio hata uko na Mungu, usishie pale, piga hasa magoti, omba Mungu ju atimize vyenye onawaza na byenye litosha mukinywa yako. Nguvu ya mtu haiko, mwenye alisema, lakini ni apre matimiliko ya vyenye alisema njoba neshi miaka mtu na nabii akubalike sana tabiri, lakini nabii anaheshimika sau unabii yake natimilika. Nami nakuja kutabiri kama nabii juu yako, lolote ulishawahi ambia mungu litimilike katika jina la Yesu. Maneno aikwe na efikasite ni maevre njo zinakuwaka na nguvu. Bwana Yesu asifia Elia anatoka ku torrent de Kerit, sina vitu mingi pale ya kuongea, sababu ni kuna kimbia. Mungu anamtuma Sarepta, anakutanana kule na mjane, anakula chakula yake kule, anamfanyizia miujiza ya chakula. Baadaye anamfufulia mtoto mwenye alikufa miaka kadhaa. Eliya anarudia Samaria, anaenda onana na aka Trois ans wakati wanaonana na akabe, akabe anamwambia si wenjo unatuletea hii malere wa Elia. Elia kujijistifia, haiko kasema haiko mie. Akasema tu haiko mie. Ni wenjo uko mwanzo. Kuko bamingi banakua kabiko na tushutumu kumbe yabo njo baya zaidi yetu si. Anakushika miali kumbe yenjo mubaya kukuzidia we. Mara mingi be banatuwazia vya mubaya. Ukiwaona bien, abo ah, njo babaya zaidi ya tusi. Nani mwenye aliache Eliya nafunga mvula? Eliya hakukua na vifukutu tu ya kufunga mvula. Eliya alifunga mvula juu kisoma 1 Rois chapitre 17 verset premier, Biblia nasema saa Eliya alisimama mbele ya kabi alimwambia, aseme sinoa maparole yora ni plui au ni rose ni plui, kishakahiprezante kukua yeye ni mtumishi mwenye anasimamaka mbele ya Mungu juu ya nini nasema vile? Juma alikuwa kuchanzo ya Mungu kutokuwa tena Samaria ni Akabe. Maandiko nasema miongoni mwa wafalme ambao walitawala Samari, beba alitawala royaume du nord ya Israel. Asema Akabe alikuwa mtu mubaya zaidi, mfalme mubaya mpaka akaingia mwagano na Jezabel. Na Jezabel akaleta miungu mbili, miungu ya Astarte na akakuya na miungu ya Baal. Hasa juu miungu zinaanza tawala Samaria. Mungu akakuwa obligé atoke. Sasa keki liacha malheur inapata Israeli. Haiko juu ya Eliya lakini ni juu Akab aliingiza milango ya mubaya mu Israel. Ukisogeza watu mubaya mu maisha yako bia bitakupata, haiko Mungu, ni wewe peke. Ndio maana usishike watu miali oba na niuia aise wewe peke njoli jaribishia juu likutana na Jezabel. Hakuna mtu mbaya mu maisha yako mwenye anawezi penda ukue mbali na Mungu. Twende kukanisa tunapata nini kule? Mbona tuishaomba tukachoka? Achana na ule Samweli. alishaanza ona Claire, mimi na wewe atuyaona Claire yapa, lakini minajua tutakufia hapa mjeova nisi, lakini mimi najua hatutakufa, tutapata uzima hapa na utukufu ya Bwana itaonekana wazi. Bwana Yesu asifia. Sasa Eli hana hana makosa, lakini akada anamwangushia makosa, na Eli akaona diskisio inakuwa mingi, akamwambia: eh bwana tuachane na madiskisio, twende Karmel, twende omba Mungu. Ni mko na miungu zenu, nami niko na Mungu wangu. Tuombe Mungu mwenye atajibu kwa maji na atakayejibu kwa moto Undi atakuwa Mungu wa kweli. Na historia nasema Baal alikuwa najibia naku mai naku moto. Lakini Eliya kafunga robine ya mai ya Baal na moto ya Baal. Bana panda yulu ya Eliya iko yepeke contre 850 profete babongo na hii tufundishe, kama bamuzuri njo ba kidogo kuzidia bamubaya. Njo maana kwa nafanya ange na kila mwanakuwa karibu yako atajifanye malaika <laughs> ni malaika juu amuyapata problema. Siku problema itapatikana, njo tajua kama ni malaika au ni malaika wa giza. Usijivunie mtu na amuyapata tatizo, haiko tu tatizo na usijitapie mutu na muyapata opportunity ya mzuri ya kubavumisha, jua hiyo kila mtu njo anavumiliaka baraka zako, we kuko wengine wanatakaka mwendelee teseka pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini najua Eliya akasema, twende kule, hata nikomi peke, mungu iko upande wangu, na akasema nie mwanza, bakaleta ndama mbili sadaka mbili moya juu ya wanabii ya bongo na ingine juu ya yeye mtumishi wa Mungu Eliya. Hakukuwa prese, unajua mwiko siri, na yeye akoake prese mumaisha, anenda polepole pole. Najua acha badamu moto moto motomoto bafanye vya kufanya, mimi sanda simama. Bandugu ya Bal na Astarte walianza omba Bal bal, bal bal. Elia kaanza wacheka. Sasa Mungu wenu amevoyaia. Malheureusement, ile wakati akukuaka ma resou kama tuliona sene zote kama walifana mapel video ile wakati mpaka Elia nabambia, mujikamatie mavisu muanze jichanja chanja. Bali balijichanja wote, hakuna jipu kwenye hakuna Mungu ataufanye makrobasi za yeye, hakuna kitu kitaendeleaka. Mungu haiko akututia mumateso juu atutembee. Mungu ni mwenye aliteseka juu yetu, juu si yetu tusiteseke tena. Kama Yesu alipanda Golgota ni juu mie na wewe, kuko ingine magumu tusiipitie tena, njia ilishaka kuwa mzuri tayari. Ndio maana niliwaambia jana kwa visima ya Eseke, Sitna na Rehobot, fasi yote Isaki alikuwa na pita, alikuwa na chimba hata wanampiga vita yeye akufuatana bile, alijua kuko mwenye alitanguliaka. Baba yangu alianzaka chimba ivisima, sitafurunire foro mingi, juu kuko malinitangulia na baba ambaye ni puana Mungu wetu kupitia picha ya Yesu Kristo alikuya kututayarishia njia jumie na wetu siteseke tena kubya mingi sikatale magonjwa inaweza tupata, lakini magonjwa tapita, tutapona na tunaendelea. Krizi inaweza kuya, itapita na tunaendelea. Kila kitu kenye kama huko msafari ya Mungu kenye utakutana naka nako, kama obstakle hakitakuzuiaka kuendelea juu kwenye unatoka ulikutanana na zingine maobstakle, hazikukuzuiza usivuke. Nitakiambia mtu moya jangwa isiacho na nawaza, hutafika Kanana. Wakati yenye obstacle ya nguvu ni mai ya yore ya bahari ya Shamu, Mungu aliipasula. Kama alipasula bahari ya Shamu, jangwa hata shindwa, basaidia abasaidia, mwendelee. Bwana Yesu asifiwe. Elia kabacha kwa mwisho, seli enea 15s

tuambie batu muangalie, kuna aliyekufa kwa ajili yetu ili mimi na wewe mauti isitupate tena. Asingekufaka Yesu kwa ajili yako, kama Ebola ilikumalizaka, kama korona ilikumaliza, kama ile aksida ilikubebaka, kama ile njala lishakuua, kama ile sumu ilikumaliza. Kama ungali muzima ni juu Yesu msalabani, alisema tetelestai, na kama alisema yote imekwisha, na kuja kutangazia mtu mmoja hii asubuhi, magumu inaisha, laana inaisha, bumaskini inaisha, kuonewa inaisha, njala inaisha, kukosa mavazi iishe kwa jina la Yesu. Jipige kifua, useme mimi niko wa kizazi ya Eliya. Siwezi simama saa yote ile, saa yenye Bwana wangu alikufa juu ya wokovu yangu, njoo saa yenye ndasimama Lakini nirudie nyuma kidogo, nikupe mzoga kidogo. Mnakumbuka Elia wakati yenye iko naongea na Akabu, anasema isipokuwa kwa neno langu mvua haitanyesha, umande hamtaiona. Mtu mmoja nipe amena, niongee kidogo. Anasema vile bila kuuliza Mungu. Maana anataka ambia Mungu misi dependre na intervention ya mbingu juu, mbingu initendee, ndaempose, mbingu initendee alitaka tuonesha mistere yenye Yesu alikuwa nayo. Yesu kumwanzo banafunzi yake bangali batoto, alibambia samuko, naomba mkuu nasema ke ta volonté soit faite sur la terre, manake dunia iwezi kuwa na decision kama mbingu iamu. Ule ni Yesu wa kufundisha ba apotre ebangali batoto, me saba nakomala, naambia Pierre, tout ce que tu vas exclure sur la terre sera exclu dans le ciel tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Nakuyambia mtu moja, hatutachunga tena mbingu ideside ju tupone, tutadeside na mbingu inasindikiza vile tunasema. Kuile laana, sema neno na Mungu ataisindikiza. Kuile umaskini, sema. Usiambie baba tenda, ah, sai suka utende, suka suka suka utende kuko ingine magumu, natupataka tunaanzalia baba, haunione. Mungu ndio anasema fungulo zenimpatiaka ziko na kazi gani? ni sa Petro mwe balipatia fungulo, lakini Herode anamfunga iko mprison na iko na fungulo, anabakia vile ifale. Malaika akiyamupiga msiwazi, alimpiga mzuri, alimpiga ya nguvu kinalala wakakipiga mumbavu. Nikutaka mwambia weye, uko na lala wakati uko na fungulo. Lakini Paulo na Sila benye hawakukua wakati ya fungulo, wakakamata ile parole wakajialie kwa Yesu aliambia Pierre, wakaimba wakaabudu, wakaomba, mamilango ya gereza zikafunguka na minyororo zikafunguka. Siambie mbingu zikutendee, nasema Mungu wa Jehova nisi aonekane sai kwa taarifa yako, mungu haiko tu mbinguni. Mungu iko na wewe pale pale kwenye huko, make hauna bezoin mbingu ishuke juu, mungu iko nawe make nawe yauko mbingu ingine. Mutu anisikie, bonjour lesieur, bonjour lesieur, mi nasema masieur ju mko mbingu za mingi kila mutu apa, Mungu iko ndani yake maake mbingu aiko tu yulu na wewe, uko mbingu ingine, unatembea mbingu ya yulu. Asema mwenzangu huyo, nikisema mbingu ya yulu maake bakuinuliwa, batasema uko mwenzabo, batu ya pesa batakuesabia, parmi yabo batu ya esima batakuesabia, batu ya apana dependre tena o mbingu itene. Sai Mungu amtume tikiko aonekane mu maisha yako. Ambia jirani, tunachoka na kuchunga vya Mungu. Mungu nju afuate vyetu. Sasa Yesu njo anasema que ta volonte soit faite sur la terre me ule ule Yesu anasema tout ce que tu demanderas mono mon nom utakipata, tout ce que tu demanderas utakipata. Na naambia Pierre yote utafungula kudunia hapana, sio tanza bifungulia mbinguni, me utavifungulia kudunia Mbingu inaegzekite tu mapenzi yako. Ile ndoto yako ya utajiri usiiache, mbingu itaishu ita itaifuatilia.